Na manispaa tunaona kuna vivutio vya kiutalii katikati ya miji kama Tabora, Arusha, Dar es Salaam, Mwanza na sisi tumeshapata manispaa. Je, unaweza kweli ukatuhakikishia kwamba utamshauri mheshimiwa staiki meya kuhakikisha kwamba manispaa ya Geita katikati ya mji tunakuwa na jumba la makumbusho ya wa sisi Wasukuma pamoja na kutengeneza zuu nzuri kuvutia watalii Wazungu, Wajerumani na Wachina hapa Geita. Nina uwezo wa kumshauri mstahiki meya, nina uwezo wa kumshauri mstahiki meya, kama nilivyoanza kwa, kwa kwa kwa swali la kwanza la msingi. Nina uwezo wa kumshauri, nina uwezo wa kumshauri mkurugenzi, lakini pia nina uwezo wa kukusanya yale matamanio yenu, ili sasa nikamshauri mstahiki meya vizuri. Maeneo ya wazi tunayo. Sasa na, na kwa sababu umenikumbusha nawi ni Msukuma mwenzangu kwamba ni vizuri tukawa hata na jumba la makumbusho hata nanyoka, inge, nanini, wawe, namba namba na nyoka inge na nini wawemo pale, naomba tushirikiane naomba. Swali la tatu tushirikiane, naomba furaha yako, tumeshapata manispaa. Nasema siku zote maendeleo ni maarifa, lakini maarifa ni matokeo ya taarifa e, kipindi hiki cha uongozi wa miaka mitano Nadhani kwamba ni wakati sahihi kwamba Manispaa ya Geita inaweza kupenda kupata redio ya kisasa ukaoweza kuongeza mapato, au bado tutaendelea kusubiri subiri? Kwa aa, swali zuri sana. Bahati nzuri kama alivyosema mkurugenzi, kuna baadhi ya madiwani wameingia sasa hivi na wengine tulikuwepo, huo mpango tuko nao, kwa hiyo naomba sapoti yako, tunakwenda kukamilisha ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwa na redio ambayo itakuwa inawatangazia umma mahitaji yetu kupitia redio yetu. Asante sana.